Wanaisi wasifiwe sana, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sasana jinsi Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujawahi kunaomba eh, ku subscribe. Subscribe. iliwa kwanza kupata video mpya zinapotoka. Share, like, and comment na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwanza ninapenda kuanza siku ya leo, ni siku tofauti sana. Ninapenda kuanza kwanza kwa kuwapa pole ndugu jamaa, marafiki na wewe ambaye unaniangalia my subscriber, au hata ni mtu ambaye unaangalia leo kwa mara ya kwanza, especially wale walioko nyumbani, ambao tunajua mambo ambayo yameendelea, sio mazuri, ni mambo ya kutisha ambayo wengi, mimi nimeishi zaidi ya miaka hamsini sasa hivi sijawahi kuona sijawahi kuona, kwa hiyo ni kitu cha kutisha na kusikitisha na Mungu wa faraja yote awapeni faraja. Lakini vilevile vile kuna wenzangu ambao ni kama mimi, wako nje ya nchi eh, tulikuwa worried na ndugu zetu jamaa zetu wazazi wetu rafiki zetu Tanzania nzima hata kama mtu humjui. Wazungu wana msemo kwamba ni kitu ambacho huombei hata adui yako yampate, ambayo yametokea Tanzania. Kwa hiyo tuna wapeni pole sana na Poleni mlioko nje ambao mmepata, mmekuwa worried. Poleni mliopoteza ndugu jamaa na marafiki. Poleni ambao mmepata tabu. Mungu pekee ndio anayeweza kuwaponya vidonda vyenu na mateso ambayo mmeyapitia katika kipindi hiki. Kwa sababu niko katika series ya Ombea, uh, nimejifunza jambo ambalo napenda ni share, na Mtakatifu amekuwa akiniongoza na badala ya kuendelea na vile nilivyokuwa naenda, hebu leo nifanye hii kama ni special episode, kusema kwamba ombea amani. Amani tumeona katika hizi siku mbili tatu tu, amani jinsi ambavyo imetoweka katika nchi ya Tanzania, jinsi ambavyo how many people have been affected, na kwa sababu ya amani kukosekana hii imenifundisha sana kitu kikubwa, nikasema, aha, kumbe ndio maana Bwana Yesu alipoondoka hakusema ninawaachieni furaha, ninawaachieni utajiri, ninawaachieni kitu chochote kile, ushindi. Kwa sababu hata utajiri, ushindi woku, vyote vinatokana na kitu kimoja, amani. Akasema, ninawaachieni amani, na amani ninayowapa sio ya ulimwengu huu, ni amani inayopatikana katika Kristo. Kwa hiyo hiyo, nimejifunza kwamba amani ni tunu mbili, amani inatolewa na Bwana. Amani ya ulimwengu huu inaweza ikaondoka like that. Kuna watu ambao tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kumi walikuwa na mipango mingi ya kufanya. Tarehe ishirini na tisa walikuwa na mipango mingi, wanazo resources zote za kufanya kila ambacho walikuwa wamekikusudia, lakini kwa sababu amani iliondoka, mipango yao yote ikafanya nini? Ikasimama. Wengine hawapo tena kwa sababu ya amani imepotea. Wengine wamejeruhiwa kwa sababu ya amani kukosekana. Hiyo nayo inanifundisha kwamba tunatakiwa kuiombea amani. Na mara nyingi tunapozungumzia mambo ya kuomba, huwa tunafikiria kuomba kwa ajili yetu sisi. Kuna wakati nilifanya series ya amani, unaweza ukarudi huku chini utakuta nime nilikuwa nimeandika f, f, dani, eh, 5G za peace. Uh, six, six G's, peace, yani, peace, vitu, vitu vinne kwamba peace kimojawapo unachokikumbuka haraka haraka, peace in a God our hearts. Umeona. Lakini um, katika kuna anii katika kuomba mara nyingi tunajiombea amani yetu pekee yetu. Wakati najifunza na hili somo, nikakumbushwa kuhusu ule mstari unaosema ombea amani ya Yerusalemu. Nikajiuliza, hivi Jerusalemu ni nini? Jerusalemu ni kweli ipo Jerusalemu ambayo tunatakiwa tuiombee kama Wakristo? Lakini vilevile vile Jerusalemu it can be a symbolic, it's a simbo ambayo Mungu anataka tuitumie, tujifunze kwamba Jerusalemu ni pale ulipo, pale ambapo wewe unaishi, pale ambapo wewe unafanya kazi, pale ambapo wewe unafanya biashara, ni ni land ambayo upo, umeona, unaweza ikawa ni mkoa, inaweza ikawa ni mtaa wako, lakini ombea amani mahali hapo, kwa sababu amani inapokosekana mahali ulipo, amani imekosekana kwako, hata kama una kila kitu, hata kama wewe huhusiki, yani huhusiki kabisa na hayo mambo yanayotokea, huhusiki, lakini hautaweza kufanya yale ambayo umekusudia kuyafanya kwa hiyo ninaposema ombea amani, ninachokiomba ni kwamba kwanza tujifunze kuomba amani kwa ajili ya nchi, dunia. Dunia hata dunia inapokosa amani, naonaga, unasikia mafuta yamepanda bei, maisha yanabadilika panapokuaga na vita ulimwenguni. Amani inapokosekana katika nchi ambayo upo wewe, mambo hayaendi. Ndio kama hivyo tumeona Tanzania hata intaneti imefungwa, watu hamwezi kutoka, watu hawawezi kufanya hivi, tumeshindwa kuongea na ndugu zetu, sisi tulioko nje tumeangaika, wengine wameshindwa kulala, wengine wana hofu, walikuwa na ndugu wanaumwa hawawezi kupata matibabu, a lot. Kuna mtoto namjua maskini yuko kwenye dialysis, imebidi akae hospitali hizi siku zote kwa sababu anaogopa kutoka. Tatu, tunataka tuombe amani sehemu ambazo tunahusika tuna, tuna, tuna labda makazini kwetu pawe na amani. We imagine ukiwa unaenda ka, kazini, alafu hamna amani. Mi nakumbuka kuna wakati wake nafanya kazi sehemu nilikuwa sina amani yani, nikifika kazini ni kama ni nataka muda uishe, naangalia yani ikifika 5 minutes before shabeba begi ni. Ukiwa unafanya kazi ya dabda hiyo, is not your job. mm -mm. Amani lazima iwepo mahali pako pa kazi, mahali pako pa biashara. Sio mahali unataka kwenda, unawaza usiku ulali. Ombea amani. What about amani katika ndoa, katika nyumba yako? Fikiria una amani, yani kurudi nyumbani kwako unatamani usirudi, uishie huko huko, ukiona mlango tu pa boy unakupiga pa. Amani katika mahusiano na mtu yoyote Fikiria una mahusiano na mtu ya aina yoyote, wewe fikiria labda awe pasta wako, awe nani, mwalimu wako, awe mtoto wako, afu hamna amani. Ndio maana tunaambiwa kwamba tafuteni amani na watu wote, kwa sababu usipotafuta amani ni very miserable life. hata kama Mungu akuadhibu, yani kama, hata kama isingekuwa dhambi But it's a very miserable life. Lakini sasa vilevile vile ni dhambi, afu ni jukumu letu sisi kutafuta amani. Fikiria hamna amani katika maisha yako, yani kuna kitu kinakubugudhi, usingizi unaopata wapi? Umeona? Kwa hiyo leo nataka niombe tu, yani ni, sio niombe, yani nataka tu, tukumbushane kuombea amani. Sio tu tujiombee sisi, tuombee sehemu nyingine ambazo nazo, pakiwepo hamna amani, zinatuathiri sisi au zinaathiri watu tunaowapenda, tuwaombee na wao na Mungu atusaidie. Lakini kwa kumalizia, nataka kuacha neno moja tu kwa kila mmoja ya kwamba let's trust God, tumwamini na kumtegemea Mungu hata katika kipindi hiki. Mungu bado anaitwa Mungu, yeye anaketi katika kiti cha enzi. Unajua maana ya kuketi katika kiti cha enzi? Ina maana kila kitu kiko chini ya miguu yake, hakuna kinachompita Anajua mwanzo, anajua mwisho. Huo mwisho wenyewe anaujua toka mwanzo. Sisi ndio ambao tunatembea tunaenda mbele, afu tunashangaa ha, hiki kimetokea, lakini Mungu alisha alishapita huko, alishapita ndio maana alimwambia Musa ninat, anatangulia mbele na wema wake. Mungu ameshapita na wema wake, sisi ndio tunaofuata nyuma. Kwa hiyo tumwamini Mungu tumtegemee Mungu hata katika hiki kipindi kigumu, tujue kwamba Mungu anayo makusudi mazuri kwa wale wote wanaompenda na walioitwa kwa kusudi lake. Nenda kasome mstari wangu na upenda, Warumi nane mstari wa ishirini na nane. God causes everything to work together for good, for those who love God and who are called according for his purpose. Kama wewe ni mmoja wapo ambaye Mungu, wewe wewe ndio unatakiwa umpende Mungu. Kama wewe ni mmoja wapo unampenda Mungu na Mungu amekuita kwa kusudi lake everything will work for, uh, for good for you. Na sisi kama wa Tanzania tumpende Mungu and everything will work for good for Tanzania, na Mungu wa mbinguni ambaye anaketi katika kiti cha enzi anatawala dunia, anatawala mbingu, anatawala ulimwengu wote, akatende mema kwa kila mmoja wetu. Usiache kuombea amani, na Mungu akubariki. Tukutane tena wiki, wiki ijayo eh, sasa na jinsi Mungu atakavyonijalia somo la wiki ijayo. God bless you, subscribe, share, like and comment. Amen.